Tutaenama chini. Ataongozea sala leo ni nani? Nitaongoza mimi leo, siku ya kwanza, ukipija kofi tunaenama. Tunam Mungu uliye juu tukufu, bila wewe sisi tusingeweza kufika hapa nabilasiakzoi furahi o wanananba nakushukuru kwa kote tulikotoka kufika hapa, nakushukuru kwa kutulinda na na nakushukuru kwa kutusaidia kuweza kucheza kwa pamoja. Tuseme amini.

Hapa nikupigia, unanipigia, nikupigia, unanipigia

Lucy Lucy Jackie ni mwanafunzi. <coughs> <Lucy>, mwanafunzi, sasa sema, malizia. Anaitwa Lucy Jackie. Haya, anaola Lucy, malizia, ni mwanafunzi